Hai, leo nataka niwaambie e, tumizi mojawapo ambalo ni muhimu sana katika miji, matumizi ya eneo la wazi. Au eneo la wazi ni eneo gani? Tumekuwa tu tunasikia watu wamevamia maeneo ya wazi na nakuta wanaondolewa, yani why so, kwa nini yako so so, so delicate hayo maeneo ya wazi na yakoje sasa? Kwa mujibu wa sheria ya mipango miji namba nane ya mwaka elfu mbili na saba kupitia kanuni za matumizi ya ardhi use group and use class imedefine ama ime earmark. ma e, kifungu kinacho e, kinachotawala haya maeneo ya wazi kipo kifungu ambacho kine. Sasa ndo kina define haya maeneo ya wazi, na kwa mujibu wa kile kifungu, maeneo ya wazi of course yako ya aina mbili. Kuna maeneo ya wazi ambayo tunasema ni active tunaziita active open space, lakini kuna maeneo ya wazi ambayo ni passive passive open space. Active Kiswahili chake wanasema yaani, maeneo ya wazi yaliyochangamka changamka, halafu kuna maeneo ya wazi ambayo yametulia, yaani yamepoa. Uh, tunaziita passive open space. Sasa hizi active open space ni matumizi ambayo hilo eneo linaweza likatumika kwa shughuli za uchangamfu, yaani kwa mfano playground, eh, maeneo ya michezo eh, maeneo ya michezo ya watoto, viwanja vya mipira, viwanja vya basketball, yaani unaona yale maeneo ambayo yataleta uchangamfu. Kwa hiyo yanaitwa eh, ni active open space. Tunavyo viwanja vya mipira, huo ni mfano mmojawapo lakini ukija kwenye passive open space ah, haya ni maeneo ya wazi ambayo ni tulivu, maeneo tulivu. Yani liko wazi, linatakiwa kuwa tulivu, kuona shughuli zake ni za kiutulivu, utulivu tu. Kwa mfano garden, utakuta tu imepandwa maua au imepandwa miti kwa ajili ya kuleta utulivu wa wa akili yako. Sasa haya maeneo ya wazi ya aina zote yako protected na sheria, ni miongoni mwa matumizi ambayo huruhusiwi kuyabadilisha, yaani hayabadilishiki. Kwa hiyo ikitokea limetengwa eneo la wazi, basi ubadilishaji wake unakuwa mgumu sana, kwa sababu sheria imealinda ime, yanalindwa kisheria kwamba ni miongoni mwa maeneo ambayo ni miongoni mwa matumizi ambayo hayaruhusiwi kubadilishwa kisheria. Lakini pia katika design ya miji Uh, unawezaje kutambua kuwa hili ni eneo la wazi? Kwenye design mbalimbali huwa haya maeneo yanazungukwa na barabara. Ile plani yake basi inakuwa ni eneo ambalo limezungukwa na barabara pande zote ili kuruhusu uingiaji kwa katika hilo eneo pande zote limezungukwa na barabara. Kwa hiyo ukitembea tembea huko ukiona eneo limezungukwa na barabara, linaweza lika la wazi au lisiwe la wazi, kwa sababu hata pia maeneo mengine matumizi mengine ya umma kama shule au hospitali unakuta imezungukwa na barabara. Design yake kwenye mpango inakuwa imezungukwa na barabara. Sasa faida za haya maeneo ni nini? Maeneo ya wazi ndiyo mapumulio ya mji, yani mji unapumua kupitia haya maeneo ya wazi, tunaita kama ndo mapafu ya mji. Na unapodesign mji alafu uwe hauna maeneo ya wazi, unaweza ukaimagine na mji wa aina gani huo. Ha, yani mji haupumui Tukumbuke binadamu tunatumia hewa ya oksijeni ambayo inatoka kwenye mimea, alafu mimea inachukua carbon dioxide inayotoka kwa binadamu. Sasa nature ya maeneo ya wazi na matumizi yake, unaona kabisa linatakiwa labda lipandwe miti, maua, lilete huo utulivu kwa binadamu. Kwa hiyo unaona kabisa ile miti ina, ina tunasema ina ina, inatoa sasa hewa safi ambayo binadamu anaitumia, na hii inayotoka kwa binadamu inaingia kwenye hii miti. Sasa kumekuwa na changamoto kubwa sana ya matumizi holela ya haya maeneo ya wazi, yaani unakuta eneo ya limetengwa ni la wazi, lakini halitumiki kama inavyopaswa. Leo tunashuhudia haya maeneo mengi yamegeuka kuwa ni madampo, yamegeuka kuwa ni gereji bubu, yamegeuka kuwa ni yani ndio maeneo ya vificho. Haya maeneo ya wazi ambayo yana umuhimu mkubwa katika miji yetu, wewe, mtazamo wako ni upi? Hapo kwenye eneo lako nalokaa, ushakutana na eneo la wazi linatumikaje? Niandikie hapo chini kwenye comment, kwenu mtaani kwenu eneo la wazi linatumikaje?